utumizi mbaya wa ofisi. Kwenye taarifa spika wa bunge la kaunti ya Isiolo amearifu kuwa Guyo alibanduliwa baada kukaidi ya kukaidi kuhudhuria kikao hicho kujitetea. Sasa bunge linawasilisha waraka wa kumbandua Guyo kwa spika wa bunge la seneti kufikia hapo kesho. size na uangalie the kind of maendeleo ile imekuja, utaanza kuhurumia raia ya Isiolo. Na hii ni county inajivunia ya kusema ni county ya Waislamu, lakini pesa ya wananchi inaporwa na wale wako kwa leadership kwa bahati mbaya, na ukiangalia development ile iko huwezi sema iko development na kama leadership inatakikana, tuame kutoka hiyo sera ya kunyanyasa wananchi, tuingie sera ya kufanyia wananchi maendeleo.